Rick Media mimi ni Sostenes Ndunguru, na wakati huu nazungumza nje ya uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo sisi tulikuja kuweka kambi hapa kwa ajili ya kusubiri mnyama Simba ambaye eh, ni mgeni wa Young Africans hapo kesho kwenye mchezo wa ligi kuu eh, ya NBC, lakini mpaka muda huu mnyama Simba eh, hajafika hapa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi yake ya mwisho. Ikumbukwe kitaratibu na kanuni, Simba alipaswa kufanya mazoezi ya mwisho hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa saa kumi na moja kamili za jioni, ikiwa ni sawasawa sawa, uh, muda kamili wa mchezo husika ambao utafanyika hapo kesho. Lakini sisi tumekaa hapa kwa muda mrefu, kuanzia saa tisa tuko hapa tukiwa tunasubiri mnyama Simba mpaka muda huu uh, inaelekea saa kumi na mbili haraka tuondoke hapa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa, lakini nikuthibitishie mnyama Simba Hajafika hapa Benjamin Mkapa kwa ajili eh, ya kufanya mazoezi ya mwisho. Hii inaendelea kutoa taharuki eh, baada ya mchana wa leo eh, kwenye press conference mnyama Simba hakuonekana eh, ikumbukwe tu kitaratibu leo hii kulikuwa na mkutano wa makocha na uh, waandishi wa habari wa timu zote mbili, Yanga Africans yeye ya alifika akafanya mkutano wake na wanahabari, lakini mnyama Simba hakuweza kuonekana. Tusubiri nini ambacho kitatokea kesho, lakini Watanzania wengi wanatamani kushuhudia mchezo wa dabi ya Kariakoo kesho unafanyika mchezo ambao tayari e, maafisa wa mechi pamoja na waamuzi wameshatangazwa kutokea kule e, Misri. Bwana, mimi ni Sostanesi Ndunguru, nyuma ya kamera yuko braza Eze ambaye amehakikisha unaipata picha vizuri kabisa. Bwana, shukrani sana bwana, ni hivyo, mnyama Simba hajatokea kwa ajili ya mazoezi ya mwisho. Hili ni basi la Young Africans ambalo linakuja hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa uh, kama ambavyo uh, unashuhudia Uh, kuna basi la Young Africans ambalo uh, limekuja hapa Benjamin Mkapa na linaingia uwanjani kwa ajili ya kufanya uh, mazoezi yake ya mwisho. Shuhudia uh, basi la Young Africans lakini ni kama hamna kitu hivi ndani. Eh, kama ambavyo unashuhudia uh, basi la Young Africans likiingia kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Inawezekana ikiwa ni sehemu ya kufanya mazoezi yake ya mwisho. Uh, kuelekea kwenye mchezo wao wa kesho dhidi uh, ya kikosi cha Yanga Africans uh. Bana hapa ni Benjamin Mkapa, ambapo uh, jioni ya leo mnyama Simba alipaswa kufanya mazoezi yake ya mwisho, lakini uh, mpaka muda huu hajaweza kuonekana hapa uwanjani na tayari muda umeshaenda umeshataradadi, uh, watu wamesubiri sana kusubiri mnyama Simba. Lakini hawa walikuwa ni baadhi ya mashabiki ambao waliweza kufika hapa uwanjani kwa ajili ya kushuhudia mnyama Simba anafika kwenye hayo mazoezi ya mwisho, lakini hakuna kilichojitokeza hapa kwenye dimba la Benjamin Mkapa bwana. Kama ambavyo unashuhudia hapa ni Benjamin Mkapa, lakini hakuna mtu ambaye amejitokeza hapa.